Ni Alhamisi ya Juni mosi mwaka 2017. Hujambo na karibu kwenye Mtiel Matukio, utakuwa nami Susan Mwilo. Rais John Magufuli ameiagiza mamlaka ya mawasiliano Tanzania, TCRA, kuzifuta kampuni za simu zitakazoshindwa kujiunga na soko la hisa la Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Rais Magufuli ameyasema hayo wakati akizindua mfumo mpya wa ulipaji kodi kwa njia ya kielektroniki Kijitonyama jijini Dar es Salaam. Pia ameziagiza taasisi za serikali na kampuni binafsi kujiunga na mfumo wa ukusanyaji mapato ili kuiwezesha serikali kupata kodi bila uonevu kwa upande wowote. Katika hatua nyingine, Rais pia amepiga marufuku wizara na taasisi nyingine za serikali kuanzisha vituo vya taarifa kwa kuwa vilivyopo ni vingi na wakati huo huo vinatumia gharama kubwa katika kuanzisha. Wizara ya Nishati na Madini leo imewasilisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2017-2018 bungeni mjini Dodoma ikiliomba bunge liidhinishe kiasi shilingi bilioni 998.3 na ili iweze kutekeleza majukumu yake. Peter Edson imetuandalia taarifa ifuatayo. Kwa mnapochangia, kumbuka kuandika vijiji vyenu ambavyo havijapata umeme kusudi kwa mamlaka niliyonayo leo niweze kuwakumbuka. Ni maneno ya Waziri wa Viwanda na Biashara Charles Mwijage alipokuwa akisomwa kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Madini hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2017-18. Waziri Mwijage amesema ili kutimiza ndoto ya Tanzania ya viwanda serikali itaendelea kutafuta umeme wa uhakika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nihakikishie bunge lako tukufu kuwa wizara yangu itaendelea kusimamia kwa weledi na ufanisi miradi yote ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme ili kufikia azima ya Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Kuhusu suala la sera, sheria na mikataba ya madini Waziri Mwijage anasema serikali inatambua umuhimu wa wawekezaji wakubwa wa nje na wa ndani katika wekezaji kwenye sekta ya madini. Kwa mwaka wa fedha 17/18 serikali inadhamiria kushirikiana na wadau kupitia sera sheria na mikataba ya uendelezaji wa sekta hii ili kuhakikisha uwekezaji katika sekta unaendelea na kushamiri. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza kupeperusha bendera yake nusu mlingoti, kama ishara ya kumwenzi mwasisi wa chama hicho Filimon Desamburo Aliyefariki dunia siku ya jana. Hii hapa taarifa ya Elizabeth Edward inasomwa studioni na George Njogopa. Katibu mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinje amewaagiza viongozi wa chama hicho nchi nzima kupeperusha bendera hizo nchi nzima hadi pale mazishi ya mzee Ndesamburu yatakapofanyika. Huu ni msiba wetu, ni msiba wa chama chetu, ni msiba wa Tanzania, ni msiba kwa taifa. Ni mmoja kati ya wananchi wazalendo kabisa katika taifa hili aliyetumia rasilimali sirima zake zote, uwezo wake wote, nguvu zake zote, akili zake zote kuhakikisha kwamba taifa letu linale linakuwa katika hali ya utengamano hali ya maendeleo na hali bora zaidi ya kidiplomasia. Sasa sisi kama chama tutakuwa na maombolezo tutaomboleza kwa kumwenzi kiongozi wetu kwa kupeperusha bendera ya chama chetu kwa nusu mlingoti mpaka pale atakaposhuka kwenye nyumba yake. Na katika michezo, klabu Kongo ya ligi kuu ya Uingereza ya Everton imethibitisha kuja kucheza na timu itakayotoa ubingwa wa michuano ya Sports Pesa Super Club Julai 13 kwenye uwanja wa Taifa. Taarifa ya Sport Legend Dennis Leslie imeangazia mengi zaidi. Mkurugenzi na afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo, Robert Elston amesema kuwa kikosi chao cha timu ya kwanza chini ya kocha Ronaldo Koeman na wachezaji nyota kama Romelu Lukaku watakuwepo katika kikosi hicho.

Mkurugenzi wa utawala wa Sport Pesa Tanzania, Tarimba Abbas, amesema wameamua kujikita katika maendeleo ya soka nchini na ujio wa timu hiyo kongwe ni udhibitisho tosha. Uh, is coming here and I believe Tanzania, uh, if not the whole region of East and Central, uh, Africa, and perhaps the whole of, of Africa, uh, will be waiting with great expectations and excitement the advent of Everton, uh, here in the country. Na hadi hapo tumefika tamati ya MCL matukio kwa leo, usikose basi kujiunga nasi hapo kesho asubuhi kwenye uchambuzi wa magazeti na pia usikose nakala yako ya gazeti la Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti. Asante kwa kuwa nasi na uwe na wakati mwema.